Hakuna njia inayopita kipindi cha masika kwenda shuleni. Kwa hiyo watu waliokaa ng'ambo huku, maji ya mto ukijaa pale, wanafunzi hawawezi kufika shuleni. Hata vilevile kuweka nguzo za umeme ili watu waendeleze makazi ya ujenzi inashindikana, kwa sababu ya miundombinu ya barabara sio mizuri kabisa. Bei zinakuwa ni ndogo, kwa kuwa barabara hazipitiki kule ndani, inabidi waingie madalali ambao kimsingi wanaenda kuwakandamiza wakulima. Kuna mazao ambayo yanatoka pembeni mwa barabara yanatakiwa letwe katikati, kwa utakuta yanazuriwa na wanunuzi wengine, labda kutoka halmashauri ya Sikonge, sisi tukapungukiwa matumizi ambayo yangeingia kipato kikaingia kwenye halmashauri yetu ya Itiki. Nasi nadhani tuko kwenye mchakato wa kibajeti, tutakapokuja kwenye vikao vyetu vya vya vya vya kupitia bajeti, mtaona mambo ambayo tumekuja nayo inapotokea ule uharibifu, ni swala nalo la kibajeti. Sisi tunachoomba tupokee taarifa, kwa sababu hatuko kote huko tuliko. Inapotokea kuna uharibifu, sisi tupe, tujulishwe, tutafika maelekezo ya serikali. Tunapofika sisi tunapima ule uharibifu, tunaandaa bajeti yake, tunatoa serikali, ndio tukaainishe hizo barabara ambazo nataraji kwamba tutapeleka huduma kwa wananchi wetu kisha tuwapelekee meneja wa TARURA kama alivyokuwa ametuelekeza, ili e, sasa tuweze kusimamia na wenzetu waweze kuona kwamba serikali yao inawathamini na inawajali.